Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo, Jumatatu, Jumakuu, kipindi cha Kwaresma, mwaka si wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya arobaini na mbili Aya aya ya ya kwanza hadi aya ya saba. Na somo la injili linatoka katika injili ilivyoandikwa na Yohane sura ya kumi na mbili aya ya kwanza hadi aya ya kumi na moja. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Yohane sura ya kumi na mbili aya ya kwanza hadi aya ya kumi na moja. Siku sita kabla ya Pasaka, Yesu alifika Bethania alipokuwako Lazaro, yeye ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Basi wakamwandalia karamu huko, naye Martha akatumika, na Lazaro alikuwa mmoja wapo wa wale walio keti chakulani pamoja naye. Basi Mariamu akatoa ratri ya marhamu ya nardo safi yenye thamani nyingi, akampaka Yesu miguu, akamfuta miguu kwa nywele zake, nayo nyumba pia ikajaa harufu ya marhamu. Basi Yuda Iskariote mmojawapo wa wale wanafunzi wake ambaye ndiye atakaye kumsaliti, akasema, mbona marhamu hii haikuuzwa kwa dinari mia tatu wakapewa maskini? Naye aliyasema hayo si kwa kuwahurumia maskini, bali kwa kuwa ni mwivi, naye ndiye aliyeshika mfuko, akavichukua vilivyotiwa humo. Basi Yesu alisema "Mwache aiweke kwa siku ya maziko yangu, kwa maana maskini mnao siku zote pamoja nanyi, bali mimi hamnami siku zote." Basi watu wengi katika Wayahudi walipata kujua ya kuwa yeye yuko huko, nao wakaja, si kwa ajili yake Yesu tu, ila wamwone na Lazaro ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Nao wakuu wa makuhani wakafanya shauri la kumuua Lazaro naye maana kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walijitenga wakamwamini Yesu. Neno la Bwana. Sifa kwako, eh Kristo. Wapendwa katika Kristo, Tuungane kwa pamoja katika tafakari ya Injili tuliyoisikia hivi punde au muda si mrefu katika Injili ya Yohane sura ya kumi na mbili aya ya kwanza hadi aya ya kumi na moja. Yesu akiwa Bethania huko Yerusalemu anawatembelea Martha pamoja na Mariamu ambao walifiwa na kaka yao Lazaro. Yesu katika matembezi hayo anafanya kumfufua Lazaro na kuketi naye pamoja katika chakula. Tunaona kwa nini Yesu anamfufua Lazaro. Ni sababu ipi Yesu inamfanya amfufue Lazaro? Ukirejea injili ya Yohane sura ya 11 aya ya 38 hadi haya ya 44. Tunaona Yesu akiwa katika huzuni mbele ya kaburi la Lazaro. Hivyo huzuni na upendo wake Yesu unamfanya kumfufua Lazaro na kurejesha tumaini na furaha katika familia ya kina Martha na Mariamu. Injili hii imemzungumzia Mariamu akimpaka Yesu marhamu. Hii marhamu ni nini? Malhamu ni sawa na pafyumu yenye harufu nzuri ambayo ina manukato yenye kuvutia na yenye harufu ya kupendeza na yenye kunukia vizuri. Tendo hili Mariamu analifanya kwa upendo mbele ya Yesu bila kuwa na woga wowote likionyesha unyenyekevu wa Mariamu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Injili hii pia tunaona Yuda Iskariote akiwa mwenye tamaa na mwenye kuwa na unafiki, akitamani malhamu yenye thamani kubwa yauzwe, ili pesa ile waweze kuwasaidia maskini, lakini Yesu alitambua kuwa Yuda Iskariote ni mtu mwenye tamaa ambaye rengo lake lilikuwa si kuwasaidia maskini. Lakini Yesu akamjibu Iskariote akimwambia siku zote wako na maskini, lakini wameshindwa kuwa pamoja nao kuwasaidia katika umaskini wao. Yesu anatambua ndani mwa mtu huyu kuwa hayo anayoyataka ni uongo, bali ni tamaa yake mwenyewe pamoja na unafiki alionao Yuda Iskariote. Ukirejea Injili ya Yohane sura ya 12 aya ya tisa hadi aya ya kumi na moja tunaona ujio wa Wayahudi wengi wakija kushuhudia muujiza huo pamoja na makuhani ambao wanatumia madaraka yao kupoteza imani ya watu juu ya Yesu. Tukianza kurejea Injili ya Yohane kuanzia sura ya sita. Tunaona Yesu na makuhani makuhani wakianza kumuandama Yesu na kumfuatilia katika anayoyatenda hasa katika kutenda miujiza. Hivyo makuhani hawa wakawa kinyume naye, ambao kwa yale yote Yesu aliyokuwa akiyatenda, hivyo kupitia madaraka yao ambayo kwake Yesu walimuonea kijicho na wivu ili kuwaogopa watu wasije wakamfuata Yesu kwa imani na tumaini, wakijua kuwa yeye kweli ndiye mkombozi na ndiye Yesu na Mungu mwenyewe. Wakichukua maamuzi wa kumuua Lazaro ambaye amekuwa ni muujiza kama ishara ya kuonesha kuwa Yesu ndiye mwana wa Mungu, kuwa Yesu ndiye Mungu kweli na mtu kweli aliyekuja kwa ajili ya maskini, aliyekuja kwa ajili ya wahitaji, kuwafariji wagonjwa na kuwapenda watu wote akionyesha mapendo yake ya dhati. Ndugu zangu, tunajifunza nini katika injili hii? Neno tamaa, unafiki kijicho au wivu ni vilema vya dhambi. Sisi kama binadamu katika udhaifu wetu tumekuwa watumwa katika hivi, tumekuwa watu wenye tamaa juu ya wengi, hata pia kuwa watu wenye kutumia madaraka tuliyo nayo kuwavunjia wengine tumaini na kuwakatisha watu tumaini lao, ambayo katika injili tumeona makuhani wakivunja tumaini kwa watu ambao walikuwa wakimwamini Yesu. Pia injili hii tunamwona Yuda Iskariote anaonyesha udhaifu wake, yani kuwa mtu mnafiki na uongo. Nasi pia katika maisha yetu ya kila siku tunaweza kuwa ni watu wa namna hii. Hivyo basi, Yesu anawakumbusha kuwa maskini mnao siku zote lakini mimi hamnami siku zote. Yesu anamjibu akimaanisha kuwa maskini hao ambao hamuonyeshi furaha kwao, hamuwajali, hamuwapi tumaini, mimi niko nao kati yao. Anafanya hivi Yesu akitambua kuwa Yuda y Iskariote ni mtu wa tamaa na unafiki. Wapendwa wa Kristo wenzangu, Tuombe neema ya Mwenyezi Mungu itusaidie kubadilisha mwenendo wa maisha yetu, itusaidie kubadilisha ugumu wa mioyo yetu kwa njia ya sala, tukitambua kuwa sala ni kitovu cha matumaini chenye tarajio la kweli, ili basi tunapokuwa tukizidi kujiandaa na Juma Kuu, tuweze kufa kiroho na Yesu na tufufuke naye katika tumaini jipya tukitambua kuwa yeye ndiye tumaini lenyewe. Leo Mama Kanisa anafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Martino wa kwanza ambaye alikuwa ni papa wa mwisho katika mfia dini huko Roma. Anatufundisha kutambua thamani ya imani, tuishi imani yetu hata pia katika magumu yetu tukijua au tukitambua kwa imani ni baba wa tumaini pia. Tunapozidi kuendelea na jubilei ya ishirini ishirini na tano tuombe neema Mwenyezi Mungu ituongoze kuwa watu wa matumaini, tuwe maujaji kwa watu, tukiwapa tumaini jipya, ili maisha yetu yaweze kupambwa kwa chapa